Naam, karibu sana mwana michezo popote pale ulipo tuweze kuzungumza michezo na burudani. Sehemu pekee tunapoweza kuzipata taarifa za kimichezo na burudani Dhahir Shahir ni hapa hapa ndani ya Chapesa Media. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa nyingi, taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Na burudani. Ripoti moja kwa moja kwa kutokea hapa katika mitaa ya Jeti Rumo. Eh, nimekuja hapa Mnandi ana jambo lake lakini pia vile vile safari hii Mnandi bwana amenambia anaelekea moja kwa moja nchini Malawi, sijui kuna kitu gani Mali huko. Bwana uko pondo? Mimi namshukuru Mungu. Zima upo? Ah, anasaidia mm. E, pumzi ipo mm. E, na kila kitu kinapatikana mm. E, ukitaka ukitaka, pilipili hoho ndimu karoti, kila kitu kinapatikana mm. nipo kwenye usafiri maalum mm. kwa ajili ya kunipeleka wapi? Terminal 3 kwenda kufanya shughuli. Sio tunakuja kunyanyaswa nyumbani kwetu, huu ni muda kwenda kufanya maangamizi eh? Ugaibuni. Eh? Muda kwenda kufanya maangamizi ugaibuni, mm. Hawa wanajifanya wamecheka hapa, sisi tutaenda kucheka tukiwa ugenini, alafu wao watanuna wakiwa wanatokea kule kule ugenini. Tutawapokea hapa hapa apartment terminusii, tutaenda kuwapokea wakiwa wanalia, alafu sisi tutapokelewa tukiwa tunarudi kibabe zaidi, tukiwa tumeshinda. Mbona kama mmedhamiria hivi safari hii ya moja kwa moja kuelekea mali eh? Tumedhamiria ubaya, yani wao. Kama wanajifanya wao wanajua, sisi tunajua zaidi. Mwenzako akijua nyuma, wewe jua mbele. Akijua kulia, wewe jua kushoto. Kwa hiyo tunaamua kuluka nao yaani tunamua kuruka nao kama wao binafsi wanayojua kutufanyia umafia Benjamin Mkapa, waende ukatufanyia umafia huko tunakoelekea. Sisi supo kikazi zaidi, tupo kimkakati zaidi. Unaweza ukashangaa huyo mtu, unawezekana usimuone hata kwenye, kwenye, kwenye mwewe wakati anaenda lakini utamstukia kashafika na anafanya shughuli yake eh. Ndo kitu kinachoenda kufanyika hicho, nakwambia. Ah, mimi na... ndo nakwambia unaweza simshuhudia pale akiwa anapanda moyo, mbona tumuone sasa hapa inakuwaje? Huwezi kumuona hapo, mtu anaenda kikazi zaidi, unamuonaje kila saa kila saa? Kwa hiyo ni safari ya kikazi, ni safari ya kimkakati. Kwa hiyo unaamini wana Simba ambao wamekata mioyo yao kwamba Simba haiendi robo finali, niwaambie kwamba Simba anaenda robo finali. Toka kumi na tisa hatujawahi kutolewa kwenye hatua ya makundi sisi. Kuona tumetolewa basi ni hatua ya awali, ndio tunatolewa huko, lakini kwenye hii hatua ya makundi ya kukusanya point hatujawahi kuondolewa kwenye mashindano. Kwa hiyo mimi, bado nafasi ipo, nguvu ipo, nia tunayo na uwezo tunao. Kwa hiyo ninachokiamini mimi, nafasi, nafasi ya kwenda hatua robo fainali bado ipo. Wanasimba washikamane wa na timu yao washikamane na master matatu, maana nasikia maneno mengi. Kila mtu oh, tunamtaka kocha tumtaki meneja, wakati hapo awali kila mmoja alisifia cheo cha umeneja. Sasa hizi kila mmoja anasema cheo cha umeneja hataki, anataka kocha. Kwa hiyo mimi niwaambie tu waondokane na hizo zama, waondokane na hayo maneno. Tumpe support, tumpe ushirikiano. Uhakika wa matokeo awe yapo. Ah, mna nti, mimi ndio nakwambia uhakika wa matokeo awe yapo. Wao kama waliweza kukamwandimu hapa wasafiri, sasa waje kukamwandimu Mali. Si wanajeuli si ya kukamua ndimu waje kukamua ndimu mali eh, kwa sababu wao mechi yao inachezwa mapema kabla yetu sisi, sawa, kama ilivyochezwa hapa eh. Kwa hiyo Jumamosi watapata muda kukaa kwenye vibuyu, Jumapili watakaa kwenye vibuyu ili waimalize mechi kule mali. Kama wana uwezo huo, basi tunataka wajaribu tena kufanya hivyo, kama walijaribu Benjamin Mkapa, wajaribu tena kufanya hivyo tukiwa pale mali. Kwani shida iko wapi mnani? Ah, shida kwamba sisi wenyewe kwa wenyewe, hatupendani hapa yani, kila mtu baada ya kucheza mechi yake, mtu anamaliza mechi yake anaipambania mechi ya mwenzake asipate nafasi ya kwenda, tuwe nofata na hichi kinachowauma kwamba simba kuwa nafasi ya tano barani Afrika kwenye ubora. Kwa hiyo wao hichi kitu kinawauma sana, sana, sana. Kwa hiyo lengo lao kutushusha viwango ili wapande wao naosema kwamba sijui Kibisawala aundiwe tume achunguzwe, wengine wanasema anatembea na mkataba wa Nyumamwiko. Mimi niwaambie tu kwanza, wasimkosee heshima mchezaji wetu, wamheshimishe, huu ni mchezaji bora ni mchezaji ambaye anajituma ndani ya klabu ya simba lakini pia wamepewa kazi kubwa sana ya kupambana uwanjani amepewa kazi ya kupambana uwanja mzima sasa waendelee wa kumheshimisha wasimzalilishe mchezaji huu ni mchezaji mkubwa sana kwa hiyo kitendo cha kukosa goli basi ikawa shida ya kuzungumzwa mno oh, aundiwe achu, tume achu, achunguzwe ili weje huu ni mchezaji wa simba hu sio mchezaji wa nyumamwiko watu wanasema anate, ati anatembea na mkataba wa nyumamwiko mkataba wa nyumamwiko wa anatembea kwenye mfuko gani kwa hiyo tuache kuwavundisha moyo wachezaji wetu, ndio kwanza mechi ya kwanza lakini leo tunaanza kulalamika kwamba au ndio wetu ume. Haya maneno yanakujaje? wana Simba, tuondokane na sehemu za kwanza kuwalalamikia wachezaji wetu kwenye mchezo wa kwanza kwenye hatua ya makundi, wakati bado tuna michezo mitano kwenye hatua ya makundi. Kwa sababu sisi tumepoteza alama tatu Benjamin Mkapa, lakini Esperance de Tunis ambaye hata kwenye lenki sisi ametuzidi, yuko kwenye nafasi ya tatu barani Afrika, na ndio alikuwa namba moja kwenye kundi letu pale, sawa, lakini amepoteza alama mbili nyumbani. Sembuse Simba kuona akapoteza alama zote tatu nyumbani. Kwa waliotuzidi sisi ni pointi moja tu. Wao wamepoteza mbili, sisi tumepoteza zote tatu. Kwa na sisi wote maanake wakubwa tumepoteza alama tukiwa nyumbani, pamoja wenzetu wamepata ile alama moja. Kwa hiyo mimi ninachokiamini binafsi, Esperance de Tunis pia wana kazi ya kutafuta alama tisa mpaka kumi kwenda hatua robo fainali, lakini Simba pia tuna kazi ya kutafuta alama tisa mpaka na nia tunayo, hizo alama tutazipata. Lakini tunazipataje hizo alama? Lazima tukubali kushirikiana kwa kila namna. Tushirikiane kwa kila namna, hizo alama tutazipata, lakini tukikataa kushirikiana hizo alama tutazikosa. Kweli, lakini mimi ni niwahakikishie tu niwahakikishie tu, tumeshaamua kuingia mzigoni, tumeshaamua kuingia mzigoni, liwalo na liwe sawa, liwalo na liwe. Sisi kizalama tunasema dikupatile jako eh hey, dikupatile jako eh hey, hey. Kupata, hey bwana, kwa hiyo maana yake utajua mwenyewe, sio la kwetu sisi bwana, kwani nyinyi mlifeli wapi kupata alama dhidi ya Petro Atletico de Luanda? sisi tulikofeli, ndani ya management yetu ya klabu ya Simba kuna shida kubwa sana ipo ndani, na hii shida inafugwa na viongozi wetu wenyewe mule ndani, kwa sababu wao wako pande mbili, wako upande wa Mohamed Deuji, lakini upo upande wa wanachama. Wakati watani zetu wanazungumza kuelekea utambulisho wa jezi ya kimataifa sawa, Champions League, huwa tunajua misimu yote huwa tunaenda na jezi tofauti nahi, ambayo tunaitumia kwenye NBC Premier League, ambayo tumetumia kwenye hatua ya mchujo misimu yote huwa tunatumia hiyo, lakini tukiingia hatua ya makundi, huwa tunatoa jezi mpya kwa ajili ya mashindano ya Champions League kwenye hatua hii ya makundi. Lakini watani zetu wameibuka na kusema kabla jezi haijatambulishwa, wakisema kwamba kuna watu wamejifungia godown, wanabandua logo, wanaweka wadhamini wengine, lakini jezi haitoki nyingine, jezi ni ile ile. Lakini mwisho wa picha jezi inatambulishwa, ni kweli ni ile ile. Sasa tujiulize, huyu anayotoa siri zetu za klabu ndani ni nani? Kwa sababu mimi, haiwezekani nipo na mke wangu ndani, nimepanga kwamba leo tunakula nyama, kesho tutakula ugali na bamia. Lakini kabla hatujasema kwamba leo tunakula nyama, jirani yangu anajua kwamba leo amekula ugali na bamia, lakini kesho atakula ugali na nyama. Alijuaje na kati mimi nimepanga ndani na familia yangu, huyu mtu wa nje anatoa taarifa hii, ni nani? Kwa hiyo lazima tutasimiane sisi wenyewe bwana, humu kuna mtu hayuko salama. Tukaguane ili tumjue, tumtoe. Kama mtu anaweza kuvujisha siri tu ya kukaa, mnapanga kwamba simu huu tuende na kitu hiki, anajua hivi, atashindwa kupigisha shoti kwenye mechi. Kwa hiyo watu wengi ambao walikuwa wanapiga kelele pale Benjamin Mkapa baada ya mechi, na niliona wengine lapsha nusu wapigane kwenye majukwaa walipokaa Hey, wenyewe kwa wenyewe wanatupiana maneno ambaye hayastahili. Wanafikia mpaka wapigane kwa sababu ameanza na viungo kwenye mechi ngumu, mechi ya kiushindani ya kutafuta alama tatu muhimu. Lakini ile haikuwa sababu ya Simba kukosa matokeo. Sababu ya Simba kukosa matokeo, tulishindwa kujipanga sawa sawa kwenye utendaji wetu na wa pamoja na jezi wakipewa. Kwa hiyo maana ile inaonekana kwamba mipango mkakati ilishafanyika na ndio maana watu tumeenda kukosa alama tatu. Lakini tuambie tu, hawa walioanza si tutamaliza. Wao wameanza, sisi tutamaliza. Kwa sababu msimu uliopita walitaka goli moja tu, waendea tu wa robo finali walilikosa hapa hapa nyumbani. Sasa mwaka huu wameanza kwa kushinda, wanatukana mpaka misikiti, wanatukana mpaka makanisa, mpaka makaburi wanatukana. Hakituambie tu, majibu yatapatikana mwisho. Sawa eh? Anaocheka mwisho ndio anacheka vizuri. Anaocheka mwanzoni furaha yake itaishia Nusu ya safari. Nyinyi mnaona mnakwenda kuchukua mbele ya nani? Sisi pointi tutachukua mbele ya mtu yeyote ambaye tunaenda kukutana naye sasa hizi. Nishakwambia ubaya ushakuwa ubaya tu. Sawa? Sio ubaya ubaya si ndio tu. Huu ushakuwa ubaya kweli. Sio umeelewa kwa makini. Hii safari, unaiona, sio safari ya kitoto. Hii ni safari ya kibabe na ni safari ya kikatili huyu. Mimi nakwambia ukweli, utaona kitu kinachoenda kutokea. Sasa hizi kila mwana Simba alokuwa kaumia kwenye hili. Kila mtu sasa hizi anaingia mzigoni. Sasa hizi kila mtu anaingia mzigoni kwa ajili ya kazi tu hatutaki masiara sawa sisi ndio wana harakati sasa tunaingia kwenye harakati kweli za kikazi tunaingia chimbo tunaingia migodini alafu tuone wale jeuri ambao wanaweza kutukamulia sisi ndimu kina nani ndio malengo yetu tuwajue tatu mlizozipoteza mnaziona kwenda kuchukua kwa nani mnandi tatu tunaenda kuzichukua safari hii unaiona pale pale bamako pale mali ndo tunaenda kuchukua pointi zetu tatu tulizozipoteza Benjamin Mkapa. Kama tulivyofanya na Raja Casablanca, tukazipoteza kwa Raja hapa kwa kupitiwa kwa goli tatu na alama tatu zikaondoka, lakini tulivyoenda Uganda tu, tukazichukua pale pale Uganda dhidi ya Vipers. Tunapiga chuma moja safi na lala, watu tunachukua alama zetu tatu. Kwa hiyo naamini pointi zetu tatu tunaenda kuzichukua Bamako, Mali. Pale tunaenda kuchukua alama tatu, tukitoka pale, kituo kinachofuata pia tunaenda kuchukua alama tatu hapo hapo Tunisia. Sisi tumeamua ubaya. Watu wanatuchukulia rais rais. Lakini sisi tumeamua ubaya. Kama yeye Esperance de Tunis katoa sare nyumbani kwake, tutashindwaje kwenda kuchukua alama tatu? Kama katoa sare pale, sisi tunawezaje kuchukua alama tatu? Sisi huyu alitufunga hapa nyumbani kwanza, tulimchukulia kwamba underground yani kwetu sisi ni, ni mdogo, lakini kama Simba angekuwa anacheza na Esperance de Tunis hata na management ingeongeza nguvu zaidi, lakini hawakufikiria kwamba nyuma tuna adui mzito kuliko yule tunaocheza naye huyo kaja kaka mwandimu game ikawa ngumu zaidi, lakini tulikuwa tunashinda goli tatu na kuendelea. Safi kabisa, umeona bwana. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Simba waache miemko, waache kelele kuwatoa wachezaji mchezoni, tutulie, tutulize pressure, tuelekee kwenye huo mchezo tukapata matokeo sahihi, kwa sababu kuna matukio mawili siku hiyo. Kuna tukio la mkutano wa mwisho wa mwaka, sawa, lakini pia kuna tukio la mechi saa moja jioni. Kwa hiyo asubuhi tutaenda kwenye mkutano, lakini tukitoka na kwenye mkutano tunarudi kwenye vibanda umiza kwa ajili ya nini kwa ajili ya kuangalia game. Kwayo, Tanzania, kwa hiyo wale ambao watakuepo Tanzania basi wahakikishe wapo kwa ajili ya kuangalia game. Wasiwepo kwa ajili ya kebei na ziaka. Maana nasikia sasa hivi kile unakopita. Kocha fai hatumtaki meneja, tunataka tuletewe mtu mpya. Wewe saizi mashindano yashaanza unataka uletewe nani kati mashindano yashaanza? Eti mashindano yashaanza saizi uletewe mtu mwingine kwenye benchi la ufundi. Hawaoni nyuma mwiko aliasirika kwenye hatua hiyo? Kwa maana umeletewa mtu mwingine wakaishia hatua hiyo hiyo ya makundi, wakashindwa kusonga mbele. Kwa hiyo mimi niwaambie wana Simba, acheni miemko isha kwa timu kubwa barani Afrika. Timu kubwa, kufungwa ni sehemu ya mchezo hii. Kama tumeteleza sisi, hatujaanguka. Ukiona tumepoteza mechi tatu, ndo utasema kwamba Simba hawana nafasi ya kwenda hatua inayofuata, lakini Simba imepoteza mechi moja tayari, watu washaikatia tamaa, maneno yamekuwa mengi sasa unakuona ukiwa mengi, maana tunapoteza hata hapa kwenye NBC Premier League. Kwa hiyo tupambane, tuwasupport wachezaji wetu, tuache maneno sisi. Kuna wachezaji wanatembea na mikataba, hayo maneno ondoweni kabisa kwenye fikra zenu. Kama huyo mchezaji angetaka kwenda nyuma mwiko, angeondoka kabla Aja, aja Simba kaja hapa, dirisha lishafungwa, anakuja na saini. Simba kama angetaka nyuma mwiko singeenda kusaini kule moja kwa moja. Kwa nini? kilichomfanya aje Simba nisikaona, kuna faili ya kwenda nyuma mwiko kakataa, leo anaendaje nyuma mwiko? Kwa hiyo mmheshimu mchezaji, msimpigishie kelele ili akashindwa kufanya kazi yake uwanjani. Mi nawaomba wana Simba, kuweni wapole, kuweni watulivu, tunaenda kimkakati Mali, tunaenda kuchukua alama tatu. Shukrani sana. Asante sana.